Urejee hapa kaunti namba 47 ambapo viongozi wanawake hapa Nairobi wameanzisha kampeni ya kutaka wanafunzi wa vyuo vikuu kukoma kujihusisha na dhuluma za kijinsia katika taasisi za kielimu. Wakiongozwa na seneta maalum Karen Nyamu, viongozi hawa wamesema idadi ya dhuluma za kijinsia zinaripotiwa nchini kutokana na mzozo wa kimapenzi katika vyuo vikuu. Pia viongozi hawa wamesema kuna haja ya mashirika husika kushirikisha wanaume kukabili jinamizi hili kupitia hamasa kwa umma. Walizungumza haya katika chuo kikuu cha kiufundi cha TUK ambapo zaidi ya wanafunzi elfu moja walishiriki zoezi hilo. Online. Talk to them. It's a step of healing and it's a step of change. Tutatumia social media ku end GBV na ku sensitize other people. Nitawa recruit leo mkuwe kwa mbogi yangu ya ku fight femicide na ku fight GBV.